Hai a um, naomba tuzungumzie kuhusiana na diabetes. Diabetes hii ni ugonjwa wa kisukari. Tumetengeneza dawa ambazo zinaweza zikafix hii kitu. Kwanza, mind you, kuna dawa, kuna aina nne za uh, kisukari. Kisukari cha type 1, type 2 na pia gestational diabetes pamoja na maturity onset diabetes of youth. Watu wanakuwa na dalili ya polyuria, yani ya kwamba wanakujua wana wana yes, naa yani wana so, kuna mambo mengi ambayo yanatokea. Mengine complication zake unapata neuropathy, retinopathy pamoja na nephropathy yani, maana kwamba macho yanaumia, lakini figo inaumizwa lakini pia na ganzi mwili mzima. Usifike huko sasa, mambo ya kuingia kwenye mikataba ya kutumia dawa kwa muda mrefu. Hii dawa yetu inatibu kwa kutumia siku 28 tu. Dawa ambazo zimetengenezwa kwa kemikali kabisa. Dawa zilizotengenezwa kwa mboga mboga na matunda. Nakutakia wakati nzuri. Mimi naitwa Dr. Manuel, na usifike huko. Yes, tupige simu tujadiliane na uje mezani. Thank you so much guys.